Hey, mambo vipi? Hivi umeshawahi kuingia katika website fulani ukakuta hiyo website ina animation mbalimbali zinapitapita pita, let's say, ukifanya kitu fulani kinatokea, uh, kitu fulani let's say, ukiweka kasa yako katika button, unakuta inabadilika shape ama rangi ama unakuta inasogea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, inakuwezesha kuweza kujaza uh, form na kama form italeta ta uh, shida kidogo, inakwambia shida gani ambayo imesababisha sasa vitu kama hivyo ambavyo unakutana navyo katika tovuti mbalimbali basi tambua hapo JavaScript imefanya kazi yake. So leo katika video hii kikubwa ambacho tutakwenda kufahamishana na kujuzana kwa kupitia lugha nyepesi kabisa ni kuhusiana na hii JavaScript. Tutakwenda kujibu maswali haya katika video hii ya leo. So kama unahitaji kufahamu kiundani kuhusiana na language hii ya JavaScript, hakikisha umeangalia video hii hadi mwisho. Maswali yenyewe ambayo leo tutakwenda kuyakava: JavaScript ni nini? Tutakwenda kuangalia na utaweza kujua JavaScript ni kitu gani haswa, lakini vile vile JavaScript inafanya nini? Utaweza kufahamu leo katika video hii. JavaScript inatumika wapi? Nani anapaswa kujifunza JavaScript? Kwa nini uanze kujifunza JavaScript? Je, wewe unatakiwa uweze kuijua language hii kama umebase katika angle fulani? Je, muhimu kwako kuweza kuifahamu language hii na itakusaidia wapi? Leo majibu ya maswali hayo tutaweza kuyapata hapa katika video hii. So twende moja kwa moja katika slide ambazo nimeziandaa ili tuweze kufahamishana JavaScript ni language ya namna gani. So moja kwa moja tuanze kwa kuangalia JavaScript ni nini. JavaScript sio kingine, just ni programming language inayoipa uhai website kama HTML ni mifupa ya website na CSS ni urembo wake, basi JavaScript ndiyo ile akili yenyewe sasa ambayo inaiendesha hiyo site. Wacha nikupe mfano mdogo ambao utauelewa. Tukianza let's say kutengeneza robot, tunaanza na just zile skeleton tu. Tunamuunda robot wetu ambaye hawezi kumove, haleti sura yoyote. Uh, ukimwangalia hivi hana mwonekano. Lakini baada ya kutengeneza hiyo robot, inafuatia nini? Inafuatia kuweza kumvisha, let's say kama ngozi, alete sura, una mremba kidogo, aweze kuvutia, una feature, feature ile mi wayawaya ile unaficha. Baada ya hapo, utahitajika sasa kuweza kuipa uhai hiyo robot yani, utaifanya iweze kufikiri kama wanavyofikiri binadamu, iweze kumove. Sasa hapo ndio inaingia JavaScript. Ile skeleton mm-hmm. Ndio ile HTML language, lakini ule urembo e, ile sura ambayo unaipa ile roboti yako, vile vitu ambavyo unavificha havihitajiki kuonekana, let's say waya wire waya zile pale, unaiweka CSS let's say kwa upande wa website, baada ya HTML inafuata CSS. Na baada ya hapo sasa, utahitajika website yako kuipa uhai, sasa jambo fulani likifanyika, le litokee jambo fulani. Uh, button hii ikiwekewa kasa ifanye kitu fulani basi, hapo sasa inafata hii JavaScript na mengine mengi ambayo inafanya, ni kama kule katika hiyo roboti ambayo umeitengeneza kuipa sasa uhai, iweze kutembea, iweze kufanya hiki na hiki, iweze kufikiria okay, kikitokea kitu fulani basi ifanye kitu fulani, kitu kama hivyo. Nadhani utakuwa umeweza kupata picha kuhusiana na hii JavaScript. So, JavaScript inafanya kazi nyingi sana tukisema tuanze kuzitaja hapa basi video hii inaweza kuwa refu sana, lakini kwa uchache wake utaweza kufahamu leo kasi gani ambazo inafanya, mbele hapa muda sio mrefu. So, unapojaza form pale JavaScript inatumika kuweza kucheki zile data unazoziingiza na mambo mengine mengi. Uh, unapohitaji object fulani uweze kusogea huku, ifanye hivi basi JavaScript inatumika animation mbalimbali unaweza kutengeneza kwa kupitia JavaScript na kuifanya ile website yako sasa kuwa interactive, okay? Unaipa uhai. Nadhani na utakuwa umeelewa kwa ufupi JavaScript ni language ya namna gani. Kwa hiyo JavaScript iliundwa 1995 na Brendan Aitch, uh, ambayo inafanya kazi zake katika web ili kuzifanya website mbalimbali ziwe interactive, okay? Mara nyingi JavaScript imezoeleka kutumika katika web katika masuala ya tovuti, lakini yapo maeneo mengine ambayo JavaScript inatumika tutaenda kuona muda so mrefu. Lakini vile vile inaendeshwa na browsers, Google Chrome, Firefox. Kwa JavaScript rafiki yake mkubwa ni browser, inatumika sana huko okay. So hiyo ndio JavaScript kwa ufupi, lakini tuangalie sasa JavaScript inafanya nini. Kwanza kabisa fahamu, JavaScript inafanya vitu vingi sana kama nilivyotangulia kukwambia, lakini kikubwa ambacho tunaweza kuelezea na leo, JavaScript inahuisha menus, inafanya zile menus kuwa active, kuwa na uhai zinapoklikiwa ziweze kushuka na vitu kama hivyo, lakini pia kutuma data bila ya kuweza kufungua peji mpya. JavaScript inafanya hivyo. Vile vile inatengeneza apps za simu. Uh, inatengeneza animation mbali mbali ambazo zinaonekana kwenye website kama umesha kutembelea let's say website kama Netflix, Facebook na Twitter, kuna animation fulani zinajitokeza muda mwingine basi, uh, JavaScript imetumika katika sehemu hizo. So katika ishu za kuklik, katika ishu za animation JavaScript utahitaji katika tofauti zako, lakini vile vile kuweza kupeleka au kuchukua data APIs kutengeneza e-commerce na forms mbalimbali mbali, JavaScript ni language muhimu sana, na kuweza kutengeneza apps za simu tunasema tunatumia reactive native kuweza kutengeneza apps za simu. Zamani ilikuwa imezoeleka tu JavaScript inamalizia katika website development, lakini sasa hivi hata katika mobile development, basi zimekuwa zikitumika language kama hii JavaScript. So hiyo ndio JavaScript kikubwa ambacho inafanya kwa uchache wake. Okay, lakini JavaScript inatumika wapi haswa? Nimekwambia inatumika katika websites, front end, back end basi kama hu unahitaji kujifunza front end, kuwa uh, front end developer, ni muhimu kujua JavaScript. Kama unahitaji kuwa back end developer basi ni muhimu kujua JavaScript. Ni sehemu ambazo inatumika. Lakini vilevile vile, nimetoka kukwambia kuwa katika mobile apps, pia JavaScript inatumika, React Native, Ionic Hizi zote ni JavaScript ambayo zinatumika katika issue hizo za, za mobile development, lakini pia kwa upande wa backend servers tunakutana hapa na Node.js ambayo ni, ni JavaScript. Inatumika huko katika backend, web dashboard na graphs pia tunatumia uh, JavaScript. So JavaScript inatumika sehemu nyingi sana katika tovuti mbalimbali, tumeona kama vile katika hizo menu button na form pia inafanya kazi kwa upande wa backend, nimetoka kukwambia hapa kwa kutumia node.js. Unaweza hata kutengeneza app ya simu moja kwa moja kwa kupitia tu lenguaji hii ya JavaScript. So ukiachilia inatumika wapi, nani anapaswa kujifunza? Pengine unajiuliza hadi sasa, je, wewe unapaswa kuweza kujifunza lenguaji hii ya yeah? Kama unahitaji kuwa web developer, kuwa full stack au hata kutengeneza apps za simu, basi JavaScript ni muhimu kuweza kujifunza na kuweza kuijua language hii itaweza kusaidia kuweza kufanya vitu hivyo pia. Kama unapenda kujua jinsi website inavyoitikia yn, yani inavyoitika, inavyokuwa vile interactive na user, basi JavaScript ni muhimu kuweza kuijua, itakusaidia kuweza kutambua namna gani ambavyo website inakuwa interactive okay. Hivi ndivyo lugha hii ya JavaScript inafanya kazi yake. Na vile vile yule ambaye anapaswa kuweza kujifunza, nadhani utakuwa umejiona hapo, kama wewe unahusika katika kuijua language hii ya JavaScript. So kama wewe ni web developers, basi ni muhimu kuweza kuijua na kuitumia JavaScript katika kazi zako. Watengenezaji wa apps za simu pia JavaScript unaweza ukajifunza ikakusaidia, lakini vile vile masuala ya UI, UX designer wanaotaka kuelewa interaction iliyopo kati ya zile tovuti basi Uh, JavaScript ni muhimu kuweza kuifahamu. Kama wewe una design zile UI na UX, basi ni muhimu kuweza kujua JavaScript inavyofanya kazi. Wanaopenda um, vitu ambavyo vipo uh, interactive, basi JavaScript ni language nzuri sana kuweza kujifunza. Sasa, kwa nini uanze kujifunza JavaScript? JavaScript ni lugha ya duniani kwa sasa yani, ukiweka top 5 language basi JavaScript haiwezi kukosa duniani hivi sasa, kwa ni language ambayo kubwa sana, ipo kila mahali, kutoka kwenye browser hadi kwenye apps. Ni lugha ambayo inafundishwa bure kwenye YouTube, ina community kubwa, na kazi za JavaScript zinalipa sana hivi sasa sokoni na zinahitajika sana. Kwa hiyo JavaScript ni language ambayo muhimu sana, na ni language ambazo kama web beginners unaanza kujifunza let's say web developers web development, basi language ya kwanza unaweza ukajifunza HTML kisha ukafuata CSS, ukafuata sasa JavaScript. Maana yake lazima uweze kuifahamu JavaScript kama unahitaji kuingia katika upande wa web developing. So hiyo ndio JavaScript kwa ujumla. Nadhani utakuwa umeona inatumika kila mahali, inafaa kwa wale ambao wanaanza kama wewe beginners, basi ni vizuri kuanza kujifunza hii JavaScript, inafaa pia, jamii kubwa ipo kama utakwama sehemu unaweza ukapata msaada kwa haraka tu, lakini vile vile ina a, pesa nzuri sana katika soko hivi sasa. Kazi zinahitajika ambazo zipo katika language hii ya JavaScript. Kuna framework mbalimbali ambazo mbali mbali zinatumika pia kusaidia kwa kutengeneza mifumo mbalimbali mbali. So kama unahitaji kuweza kujifunza kuhusiana na language hii ya JavaScript, ni muda wako sasa wa kuanza kujifunza, bado hujachelewa. Ni language ambayo kwa kipindi kirefu ipo juu sana katika soko, kwa hiyo inaweza ikakufungulia fursa mbalimbali mbali. Kama utakuwa unaifahamu vizuri sana, haitoweza kukuangusha lenguaji hii, niamini mimi. So sina la ziada leo katika video hii, natumai umeweza kufahamu japo kidogo, kupata mwanga japo kidogo, kuhusiana na hii lenguaji ya JavaScript. Tukutane wakati mwingine. Hakikisha una like video hii, umesubscribe kama mpya katika YouTube channel yangu ili tuweze kuwa pamoja, tuweze basi kujifunza vitu kama hivi tukiwa pamoja. Asante sana. Una maswali yoyote au uliza katika sehemu ya comment, tutaweza kusaidiana huko. Tukutane wakati mwingine katika video nyingine.